Unataka mwanamke wa aina gani jo? Mwanamke, she must be financially stable. Financially stable. And and what? God-fearing. And God-fearing. Yeah. Why? Kwa nini unataka akue God-fearing, mheshimiwa jo? God-fearing. Mm. Hata kusumbua. Ung'ang'ane kama mwanaume na hii maisha, maisha tu ujisukume eh. Sasa my brother John, wewe ni God fearing. Myself ni God fearing. That's why nataka wewe God fearing. Juu kama wewe. Eh. Hii kitu itaenda kando. Eh, itaenda kando. Is very good. Straight line. Yes. Na wewe uko financially stable? No matter. Eh? Eh, no matter kama mimi niko financially stable. Ehe. Nitaweza kuwa niko financially stable lakini sina ama siko financially stable. Ehe. Lakini mwanamke mwenye nitahitaji, yes, ni yule kwanza awe financially stable ande I... God fearing that's it, hiyo tu. Kama yuko financially yeah. stable umutaki sasa, utamchukua wapi huyu eh? wa anaenda kukusumbua sasa. <laughs> <laughs> juu mwenye anajitangaza, anajitangaza anataka eh. anataka Someone who's uh, not joking, yes. Not a joker, who oh, is serious. Oh, oh, serious. Serious. serious. I mean, na kwewe yuko serious, na yu serious. Yeah. So yeah. Unataka mtu serious. Serious. Lakini no, akuwe na nini na nini. Awe financial stable. Yes. And God... And God fearing. Sasa tukiona unataka God fearing and financial stable. He uh, eh? You know. <laughs> eh? <laughs> Unataka financial stable God fearing. Yeah. Kwa nini sadaki? God fearing inafanya nini? Hata kutarau. Hata kutarau. Hata kuheshimu vile huko. Upendo naye utapata. Yeah, yeah. Eh, utapata kama anaheshimu Mungu. That is love because <laughs> Mungu ni mapenzi. God is love. So mtu anakopa Mungu, anakuwanga romantic.

Eti alijiona kwa sababu ya pesa. Mwenye mwenye anafia ana Mungu ama God pia ni hawezi kukuambia, Sisi ni, unasikia hiyo ndio kitu tunakukia. Hawezi. Hiyo ndio kitu ya kwanza hata kutupa kutoka kwa hiyo gari. Atotoka oh, go. <laughs> <laughs> <laughs> no, mutu, mimi ni mimi nilikuchukua no hata kutu. Hiyo amemaliza. Alikuwa anataka mtu ura dhamini. Amesema mimi nimepata ile kitu kwa rada. Natafuta. Lakini simtaka hata mbele mkosana. So akipata kwa kwanza ni kawaida. Mkosana ni kawaida ikozi, lakini ako na hiyo kitu inaitwa

Yeye anakuweka vizuri vile unataka, anakuweka vizuri, atakuambia baki kwa nyumba. Sasa wewe unatembea, anakupa freedom

honest and the faithful, faithful. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, and the faithful uzitoke nje sasa. Akikwambia ako na nyumba Lavington wame huko, utahama wewe, utalete nini kwa hiyo nyumba? Mimi si ninahama na tumbo yangu na ile mkoni konayo, kila kitu. Hata gari sina gari, kama yeah. <laughs> niko na yangu na hapa watu yuko nasema hii ikae hapo, mwendelee moya, atajua kwenda saka

Sawa. Wewe unaenda na na hizo ile nguo zako uko na hizo utaenda nazo? Sasa hizo akienda huko, mkifika huko, anakuambia: Eh, tunaenda supermarket. Oh yeah. Kitu ya kwanza, afanye shopping. Eh, hizo wewe mtu mzuri sana. Hata suti mtoka huko, sawa. Na tai. Kila kitu anakufanyia, sasa wewe ukitoka huko, hata wewe anakuambia angalia kwa kioo, uko smart. Hata na, na ukikuja jioni anakufanya aje jioni? Anakutoa koti. Si ukikuja si umeweka koti kwa mgongo hivi eh, na mmoja kwa mmoja. Unakuja hivyo na koti. Mama Abraham Modi. Eh, karibu unasikia kama alikuwa kicha ni wasikia kwa kichuko kama waje. Kringiringiri. Okay. Karibu mwa, karibu mume wangu. Eh hey, unachoka, pole kwa kazi. Ya kwanza amekunyang'anya kale kakoti. Kuambia, karibu kiti maji moto ama maji baridi. Anakuuliza ni maji baridi ama maji moto? Ama maji moto. Naona hiyo, sasa amekuogopa. Jua, anajua wewe ndio ndio, wewe, ndio kichwa wa nyumba. Kuna tena mwingine ameenda gala, akasema wewe amekuchagua na wewe ukamchagua. Na sasa hizi, muogopa nyinyi nyote. Na sasa hizi anakutoa koti, umekuja na shopping ama umekuja tu vile huko

mtu ako na pesa, amekwambia amekupenda, utaenda na na nini? wewe na nguo moja eeek, utapeleka kitu huko Kuambia, beba vitu zako zote, na gari na tena, afadhali zote, na unaingia ukicho, utafukuzwa sio naingia hiyo. Unajua binadamu life is a challenge

Eh. Amenunua gari amenunua miji nyumba na hapo jiko nyama amenunua plot yes, amechenga kwa gharama kama hii <laughs> sasa utamfikia wapi, hata wewe financial list yako? <laughs> Uchafika uchenge nyumba kama hiyo, uchanunua gari kama hii, hapo naye yes, yaani na hata mkirea tena zile vitu sasa, na kwambia panga sako hapa na na wewe panga sako amu utakuwa tesi, amu utakuwa tesi, yeah. Sasa wewe utakuwa kumuadvise aje jo

na wewe uko 23, amen <laughs> mm. Wewe ni mtu wa 60 anakupenda na akona pesa, financial stable na serious, no chokers. 60, you see me I'm 49 to 50, I'm closer to her now. 60, I can go, you can go, that one can work. 60 and 50 is not the problem. Yeah, it's not bad, very good. Sasa hapo ni wewe utakuwa umeoa ama utakuwa umeolewa? Sasa hapo eh, hapo ndio iko kitu ile tu. Mimi nilikuwa nataka kuoa na mwanamke yeah, na yeye alikuwa anataka kuoa. Eh, nataka mwanaume mwenyako. Eh, mzuri sio joka, sio kitu. Unaona, sasa hapo tu ile kwa tumepatana ile kitu kila mtu alikuwa anatafuta. Hiyo utakosea hiyo kitu tunaenda kuiana. Yeye alikuwa anatafuta nini huyo mama? Mwanaume hmm. Hmm. Ako sio joka, ako God fearing, na awe nice, hebu zili asikuoa, na awe stable wa financial, ehe, yeah. yeah. uh -huh. Kuna wengine wanasema hivyo uh -huh. Na kuna wengine wanasema mimi, hata asiwe financial stable, lakini awe nitamulinda fearing na, uh -huh. Na awe na seriousness. Seriousness anataka sio ati ile hataki, kuna utasema uko serious na uko serious na uko serious kwa kusema huko, so hataki chokers, hataki chokers Unaona, na ame, ameza jiandikiza.